Mambo ni vipi na uhali gani, mtazamaji wa Vam TV. Asante kwa kuendelea kutuchagua kuwa moja ya watu bora kwako, napenda kukukaribisha katika chaneli yetu, kama huja subscribe hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa wote katika vipindi mbalimbali mbali ambavyo vinaruka. Hii ni pamoja na burudani, simulizi ambazo zinaelimisha, Love store. Simulizi za kusisimua simulizi za mapenzi na elimu kuhusu vitu mbalimbali, pasina kusahau makara, visa mikasa yaliyonikuta katika maisha yangu. Share, subscribe, tuwe wote. Hii haina kukosa, wewe unakosaje? Sasa kuwa miongoni mwa wale waliosubscribe Vam TV online. Hello, msa, masu, simulizi yetu inakwenda kwa jina la siku mbili kabla ya harusi. Nilitamani iende live lakini nimeona ni vema tu nikaiposti kupitia kwa njia ya video. Basi ni wewe kunisikiliza na kunipea sapoti yako mwanzo mwisho. Nilisema ndio, nilisema ndio. Hapo ndipo tunaanza. Desmond, Clara alipiga kelele akionyesha pete yake ya uchumba kwa marafiki zake walipoingia ndani. Awen, Mungu wangu amejibu maombi yangu, na najua mwaka huu hautanipita bila kufunga ndoa nimefurahi sana, Everini alisema, huku akimshika mkono Clara. Mbona hauna furaha? Clara alimuuliza, akimtazama Flora ambaye alionekana kuwa na huzuni. Victor ameniacha bila sababu yoyote ya msingi, Flora alisema, akijaribu kufuta machozi yake miaka miwili ya uhusiano imepotea tu hivyo. Pole sana Flora, utapata mtu anayekupenda, Klara alisema akijaribu kumfariji. Mhudumu aliingia na chupa ya mvinyo na glasi. Everin alifungua mvinyo na kumimina kwenye glasi zao. Ni kweli Klara, vipi kuhusu Bonifas? Utamwambia nini? Everin aliuliza akichukua kiti chake. Nitamwambia tuachane. Alikuwa akinipotezea muda tu. Usina muda wa kupoteza. Angalia Flora hapo. Baada ya miaka miwili ya mahusiano yake na Victor wameachana. Clara alisema akinywa glasi ya mvinyo mezani. Clara ni binti wa pekee na mtoto wa Bisara ambaye amemlea peke yake tangu mume wake alipokufa. Flora na Evelyn walikuwa marafiki wakubwa wa Clara, walikuwa wamejuana kwa muda mrefu sana, walishirikiana mambo ya siri zao pamoja. Clara alikuwa amewaita marafiki zake mara tu baada ya uchumba wake na Desmondi ili waweze kusherekea pamoja. Baada ya sherehe yao, kila mmoja alirudi kwao. Clara alipofika nyumbani, alifungua mlango na kuingia ndani akiwa na furaha akimwita mama yake. Mama mama, Desmond ameniomba niwe mke wake, leo nikasema ndio, alisema akionyesha pete yake ya uchumba kwa mama yake, aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha godoro akimenya mbegu za maboga. Nimefurahi sana mwanangu, alisema huku akitabasamu kwa binti yake aliyekimbilia mikononi mwake. Wakiwa bado wamekaa pamoja, simu ya Clara iliita. Anapiga, Clara alimpongeza mama yake na kukimbilia chumbani. Wapende nao, Bi Sara alisema akitabasamu na kutikisa kichwa chake. Desmondi alikuwa anatoka kwenye familia ya kitajiri na alitaka harusi ifanyike bila kupoteza muda. Maandalizi ya harusi yalianza, siku zikapita kwa mpangilio wao na kuwa mwezi siku ya harusi ilikuwa inakaribia. Siku mbili kabla ya siku ya harusi, ilikuwa adhuhuri na Clara alikuwa ameenda sokoni na rafiki yake Everin kupata kitu walikisahau kwa ajili ya maandalizi ya harusi. Simu iliingia kwenye simu ya Evelyn, na alikuwa anahitajika haraka. Walikuwa tayari wamekamilisha kupata walichokujia nacho, hivyo Evelyn aliondoka kwa haraka. Lakini Clara alipokuwa akirudi nyumbani kwake, kulikuwa na msongamano mkubwa wa magari. Ilikuwa inazidi kuwa giza na hali ya hewa ilikuwa ikibadilika kama kungekuwa na mvua kubwa. Bisara alimuita Clara kumuuliza yupo wapi. Clara alimwambia mama yake kulikuwa na msongamano mkubwa wa magari, atakuwa nyumbani hivi karibuni. Ilikuwa tayari saa moja usiku na kila mahali palikuwa na giza kubwa. Njia ya kwenda nyumbani kwa kina Clara ilikuwa imepungua watu kwa sababu kila mtu alikuwa ameingia ndani kwa sababu ya mvua inayonyesha. Hakukuwa na pikipiki, na Clara hakuwa na chaguo jingine ila kutembea kwenda nyumbani. Alikuwa akitembelea kurudi nyumbani wakati kundi la vijana watatu walipomzuia. Wote walikuwa wamevaa maski, walimfunika mdomo na kumbeba hadi kwenye jengo ambalo halijikamilika lililokuwa karibu. Walimlaza Clara sakafoni na kuanza kuvua nguo zake. Acheni tafadhali, tafadhali msinafanya hivyo, harusi yangu ni baada ya siku mbili tu, chochote mnachotaka nitawapa. Tafadhali, msinibake. Clara aliendelea kuomba vijana ambao walionekana kuwa na nia ya kutekeleza walichokujia kufanya. Mmoja wa vijana alifungua zipu yake na kumwingilia Clara, ambaye alipiga kelele kwa maumivu. Alipomaliza, walimwacha Clara sakafuni na kutoroka. Clara ambaye alikuwa amebakwa hakuweza kuelewa kilichotokea. Kwa nini mlinifanyia hivi Nimefanya nini kustahili haya? Nani nimemkosea? Clara alilia sakafuni, akilia kwa uchungu na kuuliza maswali yasiyopata majibu. Alikuwa ameachwa na nguo zake zikiwa zimelaluliwa. Simu yake ilianza kuita, alichukua na alikuwa rafiki yake Everini anayempigia. Ehe, nyuma ya pazia, Everini ni mtu mbaya ni kubwa tu, uendelea kuwa nami mwanzo mwisho. Everini hao bibi harusi. Helo bibi harusi, unakuwaje? Klara kwa sauti ya kilio, nimekosea nini kustahili haya Everini? Nini kimekupata? kime kime, kime bado anaria. Nini imekutokea Klara, niambie. Je, Desmond amesema chochote? Clara alisema, nimebakwa na mtu amenibaka. Je, kweli na, si, na stahili haya? Everini aliniambia nakuja sasa hivi nyumbani kwenu, akakata simu. Clara alisimama na kujaribu kurekebisha nguo zake vizuri, kisha akaondoka kuelekea nyumbani kwa kina Kwao alipofika nyumbani, Bisara alishtuka kumwona binti yake akiwa mchafu na analia huku nguo zake zikiwa zimerauliwa. Jamani, nini kimetokea? Bisara alimuuliza Klara ambaye aliendelea kulia. Mama, nimebakwa, nimebakwa, Clara alisema, akiwa ameketi sakafuni na kulia. Bisara alijiunga naye kwenye kilio. Ilikuwa karibu saa moja na Everini na Flora walifika nyumbani kwa Clara. Walimpeleka Clara chumbani kwake, kumfariji na kumsafisha. Wakati huo huo, simu yake ilianza kuita na alikuwa Desmond anayempigia. Chukua simu na mwambie uko na marafiki zako lakini usimwambie kilichotokea. Flora alinong'ona. Clara alifuta machozi yake na kuchukua simu. Alipoongea na Desmond aliona sauti yake haikuwa sawa, aliuliza kilichotokea, lakini Clara alisema yote yalikuwa sawa, kwamba alikuwa tu amechoka. Rafiki zake walilala nyumbani kwa Clara ili kumfariji rafiki yao ambaye alikuwa anakaribia kuolewa baada ya kuumia na hivyo. Asubuhi iliyofuata, rafiki zake waliondoka kuelekea kwenye chumba kwao wakimwacha Clara kwao Sam. Ilikuwa ni saa mbili asubuhi na Desmond bado alikuwa hajui chochote, na alikuwa ashafika nyumbani kwa kina Clara. Hakumwambia kilichotokea, Bisara aliuliza akiwa anamkaribia Clara ambaye bado alikuwa kitandani. Alikaa na kumtazama mama yake. Lakini mama yake, nitamwambiaje mume wangu mtarajiwa kwamba nimebakwa? Atanionaje? Je, nikipata ujauzito unadhani ataweza kumtunza mtoto wangu? Clara aliuliza, huku machozi yakimdondoka. Hakuna mtu aliyeomba haya mwanangu, ataelewa kwamba haikuwa kosa lako. Mwambie tu kilichotokea kama anakupenda hatapuuza hilo na kuendelea na harusi kama ilivyopangwa. Kuendelea huwezi kuanza kuficha siri kwake, Bisara alisema akimfariji akimfariji binti yake. Siwezi mama, siwezi, Clara alisema na kuendelea kulia. Nikusaidie nini? Bisara aliuliza. Hapana mama, tafadhali Usifanye hivyo. Acha tu kulala aliomba, na kuendelea kulia. Nikakusaidiaje? Bisara aliuliza. Hapana mama, tafadhali, usifanye hivyo. Acha tu kulala aliomba, na kuendelea kulia. Hakutaka kumpotezea Desmond. Saa moja ilipita. Desmond aliamua kuingia chumbani kwa Clara. Macho yake yalikuwa yamevimba kama mtu aliyelia usiku mzima. Nini kimetokea kwako? Desmondi aliuliza akimkaribia Clara. Mpenzi, umelia usiku mzima, nini shida mpenzi wangu? aliuliza huku akishika mashavu yake kwa mikono yake miwili. Hakuna kitu mpenzi, nilitereza na kuanguka jana nilipokuwa narudi kutoka sokoni, Klara alijibu akijaribu kutabasamu, alionyesha alama za majeraha. Nimekwambia usijisumbue, maraika wangu, Desmondi alisema na kumbuka na kumkumbatia Klara kwa kumbusu mdomoni. Utakuwa sawa, nilikuja tu kukuletea hiki, alisema na kumpa Klara mfuko. Aliaga na kuondoka. Ebana, siku ya harusi ilikuwa imefika na Clara alikuwa anaonekana mrembo sana katika gauni lake la harusi, hivyo Desmond ambaye alikuwa anapendeza katika suti yake. Baada ya mahubiri mafupi, ilikuwa ni wakati wa kuendelea na harusi. Subiri! Sauti kutoka nyuma ya ukumbi ilipiga kerere na Clara alianza kupata wasiwasi kutokana na, na sauti hiyo. Unajua ni nini kilichokuwa kinaendelea? Basi ni wewe kuendelea kuwa ndami? Nini, ni sauti gani ilitoka kumwambia subiri? Ni wewe kuendelea kusubscribe Vam TV online, kunipea support, kushare na kulike, tuwe wote mwanzo mwisho, simulizi siku mbili, eh, kabla ya harusi. Mwanangu hawezi kuoa mwathirika wa ubakaji, Bi Yovini alisema huku akisimama na kutembea kuelekea mazabahuni. Kuna nini mama? Najua humpendi Clara sana, lakini sikujua unaweza kusema uongo kama huo dhidi yake, Desmondi alisema kwa sauti ya chini akijaribu kumtetea Clara. Unamwita mama yako mwongo kwa sababu ya huyo mjinga? Nenda umuulize kama anasema uongo. Desmond aligeuka na kumtizama Clara. Niambie mama anasema uongo, ili tuendelee na harusi yetu, Desmond alisema kijaribu na kutabasamu. Clara hakuweza kupata maneno na machozi yakaanza kumtililika mshavuni. Kwa hiyo hajasema uongo Kwani hukuniambia? Nilizani tulisema hakuna siri. Kwa nini ulificha kutokana kwangu kuto kuniambia kwangu Clara? Desmond aliuliza, huku akichukua hatua chache kurudi nyuma, wakati Clara akijaribu kumshika. Umevunja imani niliyokuwekea nayo kwako, Desmond alisema, na tone la machozi likiondoka kwenye shavu lake. Klara uh, akijaribu kumshika umevunja imani niliyokuwa nayo na kwako, Desmond alisema na tone la machozi hey. Tone, na tone la machozi liliondoka kwenye shavu lake. Ninawezaje kutizama usoni? Haikuwa kosa langu, sikuwa na mpango wa hili kutokea, Clara alisema huku akipiga magoti na kumwomba Desmond msamaha. Alijaribu kumshika suruari yake, na akaondoka mikono, akaondoa mikono yake Watu waliokuwepo walikuwa wakitizama sinema yote, wengine walianza kusengenyana ndani ya nafsi zao, huku wengine wakiwa wamesimama ili kuona nini kinaendelea. Maneno ambayo klara hakutaka kuyasikia hatimaye yalitoka kwenye midomo ya dismondi. Sidhani kama naweza kuendelea tena, alisema kwa kasi na kutoka kanisani na msimamizi wake wote walitoka. Clara alijaribu kumkimbilia akakanyaga gauni lake na kuanguka. Marafiki zake walikimbia kumwelekea akiwemo mama yake. Clara alisimama tena kumkimbilia Desmond, kabla hajafika kwenye gari, akaendesha gari. Watu walitoka nje wakiangalia kilichokuwa kinaendelea. Wengine walimhurumia sana Clara huku wengine wakichukua simu zao wakipiga picha za Clara akiwa chini akilia. Jamani. Clara alisimama tena kama mtu aliyepoteza akere na kukimbilia upande wa Desmond. Alikuwa karibu kuvuka barabara wakati gari lililokuwa likiendeshwa kwa kasi lilimgonga. Ebana simulizi ni mimi, kabla ya harusi siku mbili kabla ya harusi. Eh, gari lilisimama mara moja na kumsaidia kumwingiza Clara kwenye gari lake. Bisara alikuwa akilia kwa ajili ya maisha ya binti yake peke yake. walipokuwa wakimkimbiza hospitalini, Bisara hakuweza kujizuia ila kujiuliza jinsi gani bioveni ari jua hiyo kitu. Desmondi alienda moja kwa moja nyumbani kwake na msimamizi wake alikamata chupa ya wiski na kuanza kuinywa. Alibakwa mke wangu mtarajiwa, alibakwa eh, hakuniambia. Sasa kila mtu anajua kwa sababu ya mama yangu. Desmond alisema kuendelea kunywa whiski huku machozi yakimtiririka mashavuni. Jude alijaribu kumchukua chupa ya whiski na kutoka kwake Desmondi, lakini hakuweza. Alijaribu kumfariji Desmondi ambaye alikuwa akihisi vibaya kumwacha bi harusi kwenye mazabahu. Biovin aliingia na kuchukua chupa ya whisky kutoka mkononi mwake. nilikwambia Uwachani na huyo msichana lakini hukutaka kusikia. Umeona sasa alichofanyiwa? Alibakwa siku mbili kabla ya harusi yake na bado hakukuambia. Haku, haku nilikuandalia msichana mzuri sana mimi, kama ungeoa Mia basi. Huyo msichana anaitwa Mia. Jamani, haya yasingetokea. Simpendi Mia. Desimondi alipiga kirere akitupa glasi sakafuni na kuvunjika vipande. Aliketi sakafuni akilia kama mtoto bana. Unapoambiwa mapenzi ni kama ututu, basi ndo hapo Desimondi analia kama mtoto. Mapenzi ni ukichaa. Basi tuone nini kinaendelea. Je, Clara naye uko upande wake nini kinaendelea? Hii ni Vam TV online, subscribe, share, like, na toa maoni yako, tuwe wote mwanzo mwisho. Biovini aliagiza msichana wa kazi kuja kusafisha uchafu huko, akimsaidia Desmond kwenda chumbani kwake kupumzika. Biovini ni mama mzazi pekee wa Desmond. Baba yake Desmond alikuwa tajiri sana kabla hajaweza kuondoka katika ulimwengu wa dunia. Ehe, huko wanakokwenda sijini wapi? Kila mmoja atakwenda. Endelea kusubscribe na kushare hiki like to maoni yako. Alitiririsha mali zake zote kwa jina la mama mke mama mke wake na mtoto wake ili kusiwe na mtu atakayekuja kudai jasho lake. Biovini alitaka Desmond aoye binti wa rafiki yake Mia ambaye ambaye pia anatoka kwenye familia ya kitajiri, lakini Desmond hakuwa na nia. Baada ya yake alipata upendo wa Klara, kwa Klara. Siku iliyofuata wiski ambayo Desmond alikuwa amekunywa ilimfanya ajisikie uchovu. Hakuweza kwenda kazini kwake, aliendelea kutafakari jinsi alivyomwacha Clara siku ya harusi yao. Ni kosa lake, alinidanganya, alificha ukweli kutoka kwangu, Desmond alisema kwa nafsi yake na kuketi sakafuni. Ingawa anaumia, anajua Clara angeumia zaidi, haikuwa kosa lake. Nahitaji kujua jinsi inavyoendelea, alijisemea kimoyomoyo na kuchukua simu yake. Alimpigia Jude kumuuliza jinsi Clara anavyojisikia, kwani hakuweza kumpigia baada ya kumwacha madhabahuni. Jude alimwambia kuwa Clara alikuwa hospitalini, gari lililokuwa limemgonga katikati harakati zake za kuwafuata walipoondoka. Desmondi alisema na kukata simu. amefanya nini kwa upendo wa maisha yake. Alihitaji sana kwenda kumwangalia. Desmond alivaa na kuondoka kuelekea hospitalini. Alipofika alimwona Clara kitandani. Unataka nini tena? Flora aliuliza, huku akimfuma akimfunika Clara asimwone Desmond. Kile alichofanya hakitoshi, na una ujasiri wa kuja tena? Evelyn aliongeza. Ondoka hapa na umwache rafiki yangu apone. Desmond hakusikiliza yoyote kati yao. Alipiga magoti na kuanza kumwomba Clara msamaha kwani kile alichomfanyia. Sikuweza kuvumilia kama ningekupoteza, Desmond alisema huku akimshikilia mkono Clara. Samahani sana kukukufichia heri kwako. Clara alisema na kusimama kutoka kitandani. Wote wawili walikumbatiana kwa mshangao wa kila mtu. Desmond alitumia siku yake yote hospitalini, huku Evelyn na Flora wakiwa bado na hasira jinsi Clara alivyomkubari Desmond mara moja baada ya kumwacha madhabahuni. Ilikuwa inakaribia usiku na Desmond aliondoka kuelekea nyumbani kwake. Alipofika nyumbani mama yake alishangaa kumuona mwanaye amebadilika ghafla. Usiniambie umepata msichana mwingine haraka hivyo. Bioveni aliuliza akimtizama Desmondi. Hapana mama, nimerudi na upendo wa maisha yangu, aliyebakwa bak, Mama, haikuwa hai kosa lake. Unamaanisha nini? Haikuwa kosa lake uko sawa Je, kama ameambukizwa ugonjwa wa zinaa? Je, kama atapata ujauzito kwa yule aliyembaka, utamlea mtoto wake kama wako? Desmondi hakuweza kusikiliza. Miguu yake alifanya hatua chache kurudi nyuma na kuketi. Mwache huyo msichana Des, Biovini alisema. Mia aliingia akatembea kuelekea kwa Biovini, akitingisha kiuno chake kumvutia Desmondi. Habari za jioni mama. Habari za jioni Desmondi. Habari za jioni mpenzi, unaendeleaje? Biovini aliuliza. Unafanya nini hapa? Desmondi aliuliza, akimzuia Mia kujibu swali aliloulizwa. Nimemwalika, Biovini alisema basi kaa naye, Desmond alisema na kuondoka na funguo za gari lake. Mawazo ya kile mama yake alichokuwa amesema yalikuwa yakijirudia kichwani mwake. Je, kama Clara atapata ujauzito kwa yule aliyembaka? Alimwacha, atasubiri na kuona kama Clara atakuwa na ujauzito. Siku moja baada ya Clara alitolewa hospitalini na kupelekwa nyumbani. Desmond na Clara walikuwa tayari wamerudiana. Wiki mbili baada ya Desmond alimpeleka Clara hospitalini. Alifanya vipimo cha ujauzito ili ilipatikana ilipita dakika chache, na daktari aliingia na matokeo ya kipimo. Hivi, unadhani daktari alingia na matokeo ya kipimo gani, kwamba Clara ana ujauzito ama ni nini kubwa? Majibu yalikuwa ya, ya mshangazo sana pande zote. Ni wewe kuendelea kusubscribe Vam TV online ili tu wote kipande cha piri. Bye, bye, tukutane wasa mwingine. Subscribe, toa maoni yako, like comment, sant.